Bando la chuo sehemu ya nne. Ilipoishia, dereva bajaji alicheka tu, lakini hakuelewa maana ya bando la chuo, ni kwamba tutamchukua mwanamke mmoja alafu tunamgonga wote wanne. Endelea. Tulifika Miami Logi, tukajitambulisha uzuri, maagizo bosi aliacha hivyo, hakukuwa na shida. Tulioneshwa kila mtu chumba chake, tukaweka mabegi na kuondoka. Mm, jamani, mafundi mmefika sasa hivi tu alafu mnaondoka, mmeshakuwa wenyeji? Dada wa mapokezi alituuliza, nikamwambia, tunatembea tembea tu kucheki mji. Haina shida, karibuni sana Sumbawanga. Asante mrembo, nilimjibu. Tukapanda bajaji na safari ya kwenda huko Florida ikaanza. Tulifika Florida kweli, kama dereva bajaji alivyotuambia, pale kuna watoto wazuri, wala hakukosea. Kulikuwa na warembo wengi wamesimama ng'ambo ya Florida chini ya mti wanajiuza, yaani walikuwa warembo wa hali ya juu waliofanikiwa kufika Sumbawanga hapo Florida watakubaliana na mimi. Dereva alitaka apaki pale karibu na wale wadada wanaojiuza, tukamwambia akapaki mbele kidogo, kwa kuhofia wangetusumbu. Baada ya kupaki, alitugeukia akatuambia. Oya wanasi, mnaona vyombo hivyo hapo? Ni nje tu, humo ndani sasa ndio usipime. Mlango wa kuzama ndani ule pale, kiingilio ni buku mbili jero. Kumbe kuna kiingilio ndiyo, yaani hapa kila siku ni kiingilio kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Tulimlipa dereva pesa yake, tukachukua namba zake za simu ili tukitaka kuondoka aje kutuchukua. Yeye akaondoka. Oya wazee, tunaanzia wapi sasa, tuzame ndani ama vipi? Buku mbili na jero ni nyingi sana hiyo ela, bora mmoja aende pale achague dem mkali, tufanye bando la chuo, amlipe tukagonge wote. Ampe hiyo pesa kesho, mwingine anajiunga kesho kutwa mwingine, yaani hivyo hivyo. Mambo disco na sisi wapi na wapi? Mwita alijibu, wote tukamuunga mkono. Kati ya vitu ambavyo tulikuwa wabahili navyo ni suala la kuhonga, maana tulishazoea bando la chuo dezo dezo. Dem moja kupiga wote, yaani mtu mmoja kugharamia msichana, ilikuwa vigumu sana kwa upande wetu, ingawa pesa tulikuwa nazo nyingi tu. Waliniambia mimi nianze mzunguko, yaani nikaongee na mrembo mmoja nimalize kila kitu, na wakanisisitiza nichague mrembo aliyetulia, yaani mrembo haswa. Nikakubali. Nilisogea pale kwenye mti nikawaangalia kwa makini. Uzuri kule hawapapariki mteja kama wa sehemu nyingine, wale ukifika unaangalia unayemtaka, unamwita pembeni, mnapatana bei. Nilimwona mrembo mmoja mnene kiasi, mweupe, na alipoona namwangalia sana aligeuka nyuma, nikagundua pia alikuwa amefungasha hatari. Yaani hao ni moja ya wale madem ambao Mungu aliwaumba Jumapili, alikuwa amekamilika kila idara. Huyu atakuwa mwenyeji wa Mbeya nini? Mbona amejazia namna hii? Nilijiuliza, kisha nikamwita kwa ishara. Akaja na kuniambia mambo kaka. Poa, inakuwaje? mzigo nimeukubali. Show time elfu tano, mpaka asubuhi elfu ishirini. Mbona mpaka asubuhi gali sana? Ina maana nitapiga bao ngapi mpaka asubuhi? Ni wewe tu kaka, bei zangu ndio hizo, ila wapo wanaocharge elfu kumi, ila mimi nosi, unaona mwenyewe. Poa, haina noma, ngoja nitoe pesa pale alafu na kuja. Nilipomwambia vile hakuitikia, aliondoka kwa hasira. Nadhani aliona kama na mzingua. Nilienda kuwapa habari wenzangu ili tupange namna itakavyokuwa, maana pale Miami Logi hapakuwa sehemu nzuri sana ya kupeleka machangudoa, kwani bosi akipata taarifa hizo atapoteza uaminifu kwetu na tutaharibu kazi. Baada ya mipango kukaa sawa, niliwageukia wenzangu nikawaambia, sasa tunampeleka wapi? Maana kule Miami nina wasiwasi na yule yule dada wa mapokezi, hatamwambia tajiri kweli? Amwambie ya kazi gani? Kwani hajui sisi ni wanaume? Alidi ambaye siku zote sio mwongeaji sana alijibu Shabani, akasema kweli, George umewaza vizuri sana, wanangu, pale sio poa kupeleka kahaba, alafu tumekuja leo tu. Mnadhani taarifa hizi zikimfikia tajiri, kazi si ndiyo tumekosa? sasa tufanyaje? Mwita aliuliza, Shaban akashindwa kujibu swali lile, pakawa kimya. Baada ya ukimya wa muda mfupi nilipata wazo, oya, nimepata wazo. Huyu demu twendeni naye pale Miami, alafu tunampa ela achukue chumba chake yeye kama yeye, alafu sisi usiku kama kawa kama dawa, tunaenda kula mzigo. Nitamwambia pale ninajulikana, kwa hiyo ataelewa tu. Wazo langu lile walilipokea kwa mikono miwili, lakini tukashauriana siku inayofuata tutafute chumba mtaani tupange ili tuwe huru. Baada ya mipango kukamilika, nilimrudia yule mrembo tukachukua bajaji yetu tukaenda loji, na tulipofika getini, nikampa pesa akachukua chumba chake, alafu nikampa namba za simu ili anijulishe namba ya chumba alichochukua akakubali. Nilisimama nje mbali kidogo na getini, na baada ya dakika kama kumi aliniandikia meseji kwamba yupo chumba namba tisa. Kwa bahati nzuri wenzangu walifika, nikawaambia namba ga chumba alipo mrembo. Chumba kile kilikuwa karibu kabisa na vyumba vyetu, yaani vilikuwa vimefuatana: Shabani, mimi, Alidi, Mwita alafu huyo mrembo. Kwa hiyo alikuwa jirani sana na Mwita. Amezama tayari yupo namba tisa Safi sana mtoto mzuri sana Joji unajua kuchagua wewe fala sijui mke ako atakuja kuwaje yaani yule nakula mpaka mfupa siachi Mwita aliongea hayo tukacheka tukagonganisha mikono kisha tukaingia ndani nilienda moja kwa moja kwenye chumba cha yule mrembo nikakuta nguo zake tu yeye yupo bafuni anaoga nilimsikia kwa sababu vyumba vile ni self cho na bafu humo humo Nilivua shati langu, kwanza nikainua chupi yake iliyokuwepo pale nikainusa, mzuka ukanipanda. Angenipa kwanza ndio akaoge, huyu demu vipi kaja kuoga hapa? Niliwaza hayo baada ya kunusa chupi ile ambayo ilikuwa inanukia utamu. Nilisukuma mlango wa bafuni nikamwona, anaoga na hakushtuka sana aliponiona bali aliniambia. Karibu tuoge. Oga tu mama, mimi nipo kitandani utanikuta. Nilimwambia hayo nikajitupa kitandani, nikavua suruali, nikavaa kinga kabisa, kisha nikavaa bukta. Siku hiyo sikutaka kabisa kufanya kavu, ukizingatia yule ni malaya tu anayejiuza. Wakati na msubiri yule mrembo, meseji ya Alidi iliingia, oya mwanambona unaweka usiku sana, unatafuta mtoto ama vipi? Hamna, alikuwa anaoga, naona ndio anakaribia kutoka. Subiri, mimi napiga chapu alafu nawashtua. Powa, fanya fasta, mtoto mkali sana huyo. Nina uchu na uchu naye balaa. Poa. Nilipomaliza kuchati na Alidi, yule mrembo alitoka akiwa amefunga kanga moja mpaka kifuani. Makalio ya nanesa mbaya na ile kanga moja, mambo yalikuwa si haba. Nambie. Sina cha kukuambia mrembo, sogea sogea ucheze nami alicheka kivivu kisha akanikumbatia mkono, akaingiza kwenye bukta yangu, akashika mpipi wangu ambayo tayari nilishaivalisha kondom. Lo, umeshavaa kondom? Ndiyo mrembo, yani hapa ni kazi tu, siyo kwa papara hizi. Emtoa kwanza bwana, aliongea akatoa ile kondom akatupa pembeni, alafu akafuta mashine yangu kwa kutumia ile kanga yake, kisha akainama, akaweka mdomoni, akaanza kuinyonya alipoweka tu mdomoni kuna raha nilisikia imetokea kwenye uti wa mgongo juu kidogo ikapanda mpaka kwenye utosi. Na wakati najiuliza nini kinaendelea, alishika mkono wangu akaupeleka kwenye makalio yake akiwa na maana kwamba ni ashike shike. Nilianza kuyapapasa huku nasikilizia raha ambayo sikuwahi kuipata. Mapenzi kama yale sikuwa nayajua, nilikuwa nimezoea kubaka, sasa pale nikawa nimepatikana. Yule mrembo alitoa mdomo wake kwenye mashine yangu akaniangalia machoni, alafu akanilaza kwa mgongo akanijeuzia makalio na utamu wake, kisha yeye akawa ameangalia upande wa chini kwenye miguu yangu. Na wakati najiuliza cha kufanya, akaweka tena mashine yangu kwenye mdomo wake, huku anatikisa tikisa makalio ambayo ndiyo nilikuwa nayaona, pamoja na utamu. Ah. Nilitoa mguno huo huku na jitahidi kujigeuza. Akachukua mkono wangu, kidole cha kati akajiwekea kwenye mlango wake wa uani, alafu akanipa ishara kwamba niingize kidole mle. Nilifanya kama alivyotaka, ikawa inaingia kwa shida, akawa anabana makalio, nikajua tu kwamba anaumia. Kidole kilipoingia nusu tu, alichomoa kidole kile akanyonya, kisha akaniambia nichomeke tena. Safari hii ikaingia bila tatizo, akatoa mlio mkubwa wa kimahaba. Mm, angalia huyu mrembo asije akaniambia nimfanye kwa nyuma maana hii michezo yake inaanza kunitisha. Niliwaza hayo ambapo baada ya dakika chache aligeuka sasa tukawa tunaangaliana akashika mashine yangu akailengesha kwake kisha akaanza kukalia huku ananiangalia akiwa amerembua macho anauna lips zake. Yule mrembo alinipa mapenzi moto moto hata kinga sikukumbuka na baada ya roundi moja tu nilikuwa hoi. Alinitazama machoni akaniuliza. Leo ndiyo mara yako ya kwanza kufanya mapenzi? Hapana. kwa nini? Unaonekana kama mgeni mgeni. Ah, hamna, nilimwitikia. Na wakati tunapiga stori simu yangu iliita. Kucheki Nimwita ndiye alikuwa ananipigia. Nilipoona Nimwita nilimsukuma yule mrembo kando, nikaamka pale kitandani, nikasogea pembeni, nikapokea na kusema Oya mwana, nambie. Nikuambie nini? Mbona unazingua? Au kwa sababu wewe leo ndio umejiunga na bando la chuo ndio unazingua? Mbona sisi tukifanyaga mafekeche unagonga bila shida. Agh, dakika mbili nakuja, jamaa nakuja, usijali. Niliongea kisha nikakata simu nikavaa nguo zangu, nikamwambia yule mrembo, ngoja kuna mtu namuona hapa alafu narudi. Haha, haya bwana, nimekuelewa sawa, utanikuta ila usichelewe. Mbona saa unacheka kuna nini? Ah, hamna, wewe nenda minipo. Aliniambia hayo, nikatoka na nilipofika mlangoni na kugeuka nyuma nilimwona yule mrembo ananiangalia vibaya mno, yani kwa jicho la ukali mpaka nyama za mwili zikatikisika na nywele zikasimama. Nilienda kuonana na wenzangu nikawaambia kuwa mimi tayari, wakaniambia, sasa wewe ingia alafu zima taa kabla hujafunga mlango, sisi tunaingia. Hata sanuka. "Wewe fala nini? Kwa hiyo kama akisanuka ni nini? Si malaya tu huyu, kwani kuanzia asubuhi wewe unajua wangapi wamepita?" Shabani aliniuliza swali hilo nikashidwa la kusema, nikaondoka. Nilirudi nikamkuta amekaa kitandani, nikamwambia tuzime hii taa, macho yangu sio mazuri sana kwenye taa, niliongea na kabla sijasubiri jibu lake nilizima taa, kisha wengangu wakaingia, nikafunga mlango kwa funguo kabisa, tayari kuanza ubakaji. Baada ya kufunga nikasimama pale pale mlangoni, ambapo baada ya sekunde kadhaa Mwita alinifata akaniambia, demu yupo wapi sasa? Aliniuliza kwa sauti ya kunong'ona. Nikamwambia yupo kitandani hapo, amekaa hayupo. Hayupo? yupo bana. Wewe vipi na kuambia hayupo, washa taa. Hata akisanuka tutamgonga hivyo hivyo, kwani si malaya tu huyu, tunamuwaza wa nini? Mwita alisema hayo kisha akawasha taa na pale ndio nilidata, maana kweli mrembo pale kitandani hakuwepo, wakati kabla sijazima taa alikuwa amekaa pale na nilimshuhudia kwa macho yangu. Haya sasa, mambo ndio kwanza yanaanza. Kumbuka wapo jiji la watu. Itaendelea.